Wagwan, so paleti, hizi politics yao imekuwa hatari sasa so, acha niwapigie story flani hivi ya a certain politician unaona, paleti hizi alivai for city kama MCA hapa Kenya. Hapa Kenya si nawaita MCA uko hivyo, kuna jina yenye anaita unaona, eh, anaitwa Jacobs something, Dafroza, Dafroza Jacobs unaona, so alivai kuvai, wasee wakataa na wakampigia kura unaona, wasa, wakamvotia akawin according to wasee wenye walivote. But sasa due to the ruling party, ruling party iko hapo hivyo ikachagua the candidate wa mwenye alikuaga tu hapo unaona. So wakamnyang'anya enyeo cheo. Isitoshe watoi wake wakakuwa arrested Unaona, watoi wake kuwa arrested, wakapelekwa huko custody. Sasa akienda kucheki watoi akasema, e, rada gani mnashika watoi wangu? Unaona, kuishia yeye pia akashikwa, akakuwa arrested, yeye pia kuwa arrested after days, uskii amenyuria. Unaona, so inasemekana amenyuria na amenyuria kama ameshikwa uko station but report yenye government ilitoa ni a bit different. Naona ni different, nasema ati alinyuria, sijui akipelekwa hosi, sijui nini nini, anakuaga sijui na nini, kumbe alinyuria kitu kingine. Juu bado insiders wanadai kwamba hiyo mwili yake ilikuwa sexually mm, assaulted, naona na venye tunajua hiyo gvt ya TZ kuna venye wamezoea hiyo mambo juu, nakumbuka hadi ule Bonface Mwangi aliifanyiwa usenge jo, unaona u Bonface Mwangi alifanyiwa ufala na, na gava ya TZ. So hadi kwa huyu kama allegations zimesema alifanyiwa hivyo, mti yangu ni noma then bado ndo uone hii kitu ni extreme bad. Ni, ni ati neighbors and friends hawakubali kwenda kumuona ama kwa familia ati kusema pole nini? Unaona, juu penye alikuwa anaishi karibu na Kenya e, si mbali na, na boda, ni kama ni, ni neighbors, unaona. So hadi neighbors kutoka Kenya ama kutoka TZ they are not allowed kwenda kucheki mwili yake ama kuvisit the family kupeana nini pole so ni, ni noma deadly. So Tanzanian government, eh, adios.